ishirini na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Utendaji ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola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 Amina. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu. Amina. Ni sisi maaskofu wenu Kurasini, Dar es Salaam, Novemba 15, 2025. Asanteni.